Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya maisha yako. Mungu ametulinda ametunza maisha yetu, ni kwa neema yake. Mungu ametupa neema ya mwezi wa sita, mwezi wa sita ambao umebeba lango la kuingia nusu mwaka ya pili. Mungu akupe neema ndani ya mwezi wa sita, Kafanya mambo makubwa kwenye maisha yako, ulichokipanga kikafanikiwe juu ya mwezi wa sita, ulichoandika katokee juu ya mwezi wa sita. Ninakuombea wewe na familia yako, na kuombea wewe na biashara zako, na kuombea wewe na ofisi yako. Mungu aliye hai awe pamoja na, awe utajiri wa mifugo uwe juu yako utajiri wa fedha nyingi uwe juu yako, utajiri wa waribasi uwe juu yako, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kama ilivyokuwa kwa Ibrahimu, ndio Mungu anasema, akawa tajiri wa mifugo mingi, akawa tajiri wa fedha nyingi, akawa tajiri wa dhahabu nyingi, ndiposa na wewe huwe hivyo hivyo. Inakuombea ukawe na fedha nyingi, ukawe na mifugo mingi. Nabariki maisha yako, nabariki uzao wako kwa jina la Yesu. Ninabariki ofisi yako, ninabariki afya yako, ninabariki biashara zako kwa jina la Yesu. Naachilia ulinzi juu yako wewe na familia yako, ukamwone Mungu kwa viwango vya juu juu ya mwezi huu wa sita. Baraka za Mungu za kilona za kimwili ziwe juu yako kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila adui wa maisha yako na familia yako akawe adui wa Mungu katika jina la Yesu. Kila adui wa biashara zako, kila adui wa ofisi zako, kila adui wa kampuni yako, kila adui wa kazi yako akawe adui wa Mungu aliye hai katika jina la Yesu. Inakuzumushia wingu wa moto, mishare yote ya adui haitakupata wala ajali wala mauti haitagusa maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Wingu la Mungu aliye hai likufunike wewe na familia yako na uzao wako katika jina la Yesu Kristo. Ukafanikiwe kwa mamlaka ya Yesu Kristo, Amen.